Kwa hiyo ni vizuri kuangalia vigezo kwanza, kumcha Mungu, lakini cha pili, anamalizaje mambo? Amepiga simu umezima, amepiga tena umezima, a e, ukipokea ananuna. Kwa muda gani? Akinuna kwa wiki mbili, ukimwoa ananuna miaka mitatu. Kwa hiyo mambo, matukio yapo, changamoto, anamalizaje? Lakini kipimo kingine, changamoto ndogo tu pengine kwenu kula nasema huyu akufai kama hivyo, mimi basi, ukisikia msichana au mvulana, lakini pia uangalia anawaheshimu wazazi wake. Awe msichana au mvulana, aikuambia twende nyumbani, baba ana noma. Mm. Mm. Kama ogopi babake? Yani wewe, anakubeba mvulana, anakupeleka nyumbani bado hata barua bado hata chochote, au mnatoka mnaenda kutembea mjini kama mke wako, hiyo shughuli nyingine hiyo, haogopi mtu yoyote. Sasa kama haogopi wazazi wake, atakuogopa wewe? twende nyumbani baba hana noma, wewe sasa, wewe atakuwa baadaye, utakuwa una noma eh, wote hamna noma na umeingizwa huko. Yani lazima ogope baba. Hapana baba hapana. Anaogopa huyu, ana hofu na heshima kwa wazazi, jambo la msingi sana. Ana hofu na heshima kwa nyumba za ibada. Nyumba za ibada, hata mazungumzo yake unasikia anatukana viongozi wa kanisa mm. Kama anatukana wale wao, atakana wewe ta we. uh. Yani hat. alafu kipimo kingine mazungumzo yake, mkikaa pamoja, anazungumza kulabata, unazungumza maendeleo ya maisha, anasengenya watu, anasema watu, atakusema kusema na wewe. Mkikutana mnapanga safari yenu ya maisha na maendeleo yenu, mazungumzo yenu ya maendeleo, mazungumzo yenu ya habari ya neno la Mungu, sio kwa unafiki, ule ukweli. Baadaye hata kama anafanya unafiki kwenye mazungumzo baada ya muda utajua. Vijana wengi anachumbia msichana wanaka wako mbali hawa, hawana mazungumzo. Kwenye mazungumzo utajua tabia ya mtu, tabia ya mtu hajifichi kwenye mazungumzo. Mnapata nafasi ya kuzungumza maneno ya wazi eh, hapo utajua huyu yukoje. Hata mazungumzo ya maendeleo, sio ya maendeleo mazungumzo, kwenda kula bata ambako utabatuliwa baadaye eh, au mazungumzo ya nini? Kwa hiyo kuna vipimo vingi. Anakujali Uh, akupata namba yako ya simu amepiga muda mrefu upokee. Uh, okipokea anasema nini? Neno lake la kwanza. Neno la kwanza ndio tabia yake. Akikuita wewe mjinga, unajua anakuita matusi, hiyo ndio tabia yake. Kwenye uchumba anakuita mjinga. Uchumba mtamu kuliko ndoa. Kwenye uchumba kuna maneno mazuri, lakini kwenye uchumba anakuita wewe mjinga. Ah, ile neno lake la kwanza lilichunga sana, lakini pia anakuuliza au analalamika tu, amepokea namba yako ile simu yako analalamika tu Mtu mwema anakuuliza ulipatwa na nini? Mbona sija kuona siku mbili tatu? Sija kusikia nimepiga simu, upatikani, unanitia hofu, yaani ya na wasiwasi, na siyo mtu anayekulamu wakipokea tu nasema, vipi we, weleweki? Nimepiga saa zote mm, vipi mwevi. Vya maneno yake ya kwanza, neno la kwanza alivyo, msichano, kumua, ni vya alivyo mwanadamu. Hata ukimwendea msichana wataka kumoa, nataka ni kuoe, akisema staki, usimbembeleze. Kwenye saikolojia, hiyo ndio sauti yake ya kweli yale wengine yote ukimbembeleza sio ile sauti. Mkikosana itamrudia nilikataa mimi. Ile sauti ya kwanza lazima irudi. Akisema sitaki, ikimbia mbio. Awaseme na mie niwe na vyombo vyangu, na mie niwe na vitu vyangu kwanza, huyo mm. anakuja na roho ya mali, achana naye. Kwa hiyo neno la kwanza lile muhimu sana lakini anakujali, anawaheshimu wazazi, anawaheshimu watu, anawaheshimu kwamba lakini mtu na bado hata barua bado bado, jambo yote bado, watu wanazurula pamoja tu, tunaita urafiki wa aina ngapi? urafiki wa aina tatu. Kuna aina sita za urafiki. Kuna urafiki wenza, haupaswi kutembea msichana na, na mvulana e, yani mnatembea tu huko na huko ha, urafiki wenza wa msichana na msichana, urafiki wenza wa mvulana na mvulana wana, wanaweza kulala hata kitanda kimoja, wanaweza wakatoka wakatembea kutwa nzima. Msichana na mvulana, hamjaoana hata barua bado, mna mawazo tu yako kichwani, mnamezeana fundo la mate, mna mnazurula, watu wote wanajua we, mkimaliza kwaya nisubiri, nisubiri. Hiyo ni tatizo tayari. Wewe unahitajika vipimo vya namna hiyo. Vipimo kumi vya uchumba, hatuwezi kusema vyote. Anakujali, anajali hata hali yako ya kiuchumi, lakini yuko wazi e, mi wakati nauwa namwambia mke wangu mimi ndio bilionea wa familia Uhum. Akuna kuficha kiwango changu cha elimu ajue. Eh, familia yetu mimi ndo anaitegemea ajue. Hata wakiomba hela hata stuka. Lakini mtu anajipandisha, mimi naishi si wapi, si Masaki, Oysterbay. Oysterbay, unaishi kwetu huko. Umeingia kumbi, kama unapakia unapakia kifusi. Akiona umepiga visu vyako, mimi ni Oysterbay. Uongo kibao, mtu muongo hafai kama anakuongopea kwenye uchumba, anakuongopea maisha yote. Yaani mimi nijieleze uhalisia wangu huyo. Kiwango changu cha elimu. Watu wengi ndoa zimeharibika, wameficha hata elimu yao. Eti anaona aibu, ah, mke anayenitaka mimi hata kama sijasoma. Kama ananitaka kweli, kwa sababu hataki elimu yake. Eh, eh waanze kwanza, aje kuniuliza umesoma, unioe. Ha, wakia, na wewe ukika swali la nani kaatafute wahadhiri wa university uko. Unahangaika kuna elimu au una hela? Una hela kaolewe na benki. Eh. Uh -huh kwa hiyo yaani yeye anikubali mimi eh, kama tunakubaliana tunakubaliana tu, lakini mimi niwe wazi, akinitaka sawa, akikataa sawa. Na ukiona msichana mvulana amemkataa anataka kujiua anakata tamaa, afai kuwa mke. Na ukiona kijana anakata tamaa amekataliwa na msichana, afai kuwa mume. E, eh, kukataliwa na kukubaliwa ni sehemu ya maisha e, eh, hujaingia kwenye ndoa amekataliwa, unachanganyikiwa? ukiingia kwenye ndoa awa akikata pale madhabahu kwa so, so, hmm, yani, yeah, kwa ni kwa sisi wa Kristo Biblia inaandika kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ya tatu mstari wa kumi na nane watoto wadogo msipende kwa neno na ulimi. Pendeni kwa tendo na kweli. Unakupenda kwa maneno, kwanza kwa subiri matendo. Matendo yanastawisha upendo. Mm-hmm. Pale mwanzoni kupenda sio shida, lakini matendo yake unaweza kumfuta. Watu wangapi wamewaacha wasichana wazuri tu waliwapenda mwanzoni kwa ajili ya matendo yakafuta. E, matendo ndiyo msingi wa upendo. Mwanzoni nampenda, lakini matendo yake kama anajichanganya na mvulana huyu na msichana huyu ana yule pole pole namfuta. Uh -huh. Mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu <laughs> kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi.